Ruto amepeana usimamizi rasmi wa hifadhi ya Amboseli kwa serikali ya kaunti ya Kajiado akiitaka serikali hii pamoja na wakazi wa kaunti hii kujitolea kwa mali kwa hifadhi mbuga hii, akiahidi kwamba serikali itaboresha hifadhi. Akizungumza kwenye tamasha za tatu za jamii ya Maasai kaunti ya Kajiado, rais pia alidokeza kuwa ni sharti taifa la Kenya kupanda hadhi. Mary Kyalo na taarifa hile. Ayon! Ni kwenye hafla ya kuadhimisha tamasha la tatu la kitamaduni la jamii ya Wamasai katika hifadhi ya Amboseli, kaunti ya Kajiado. Rais William Ruto akichukua fursa hiyo kuipa serikali ya kaunti ya Kajiado usimamizi kamili wa hifadhi hii ya Amboseli baada ya miaka kadhaa ya vuta ni kuvute kuhusu wamiliki wa hifadhi wa hii. Serikali ya Kenya tukifuata sheria na mimi nataka niwaambie asanteni sana kwa kuvumilia kwa sababu ilikuwa ni lazima tufuate sheria, tufuate taratibu. Na leo nimekuja hapa Amboseli kuweka sahihi ile eh, declaration ya mwisho. Na leo jameni, Amboseli imerudia wenyewe watu wa ma community. Rais akipigia upato jamii hii ya Wamasai kwa utunzaji wa hifadhi ikiwemo Masai Mara akiwa na imani kuwa jamii hii itahifadhi Amboseli jinsi ipasavyo na kuinua sekta ya utalii maeneo hayo. Rais akiongeza kuwa serikali itawekeza kuhakikisha kuwa hifadhi hii inapata ardhi zaidi ili kuendeleza shughuli ya ufugaji wa wanyama.

na huku Rais akiendelea kuzungumzia kuhusu ajenda yake ya kupeleka taifa la Kenya katika hadhi nyingine, amewataka wakenya kuunga mkono ajenda hii kwa manufaa ya kila Mkenya. Ni makosa kwa nchi ya Kenya kuwa a third world country. We need to correct the fact that Kenya is a third world country is a mistake that we must correct

Kando na hayo, alipigia upato baadhi ya miradi ambayo serikali ya Kenya Kwanza imefanikisha, ikiwemo ajira kwa vijana kati ya mengine. Huku akiwaahidi watu wa kaunti ya Kajiado kuwajengea chuo cha utalii maeneo hayo. <manyaka> Mary Kyalo, Undugu TV.